Doa chika donge la mwaje kwanza tu hivi asema, ah ya, ya jamani, msile chakula, msile chakula, chakula hiki ni haramu, ni kibaya sana h? ukikwera asema, kweli chakula ni kibaya. Wao asema chakula ni kibaya. Wao amwambia, mbona umejuaje chakula changu ni kibaya? Sema bwana, chakula nyama ina mafuta sana. Hii nyama ni kani nyama ya mumbwa bwana, these are dog meat. Wao ah! Mwambie chakula bwana chakula chenyewe kina nyonga nyonga bana, chapati zimekandwa na mwanamke mwenye ujauzito ako karibu kuzaa huyu. Ah, vipi hao watu nini, namna gani? Naongea, mwambie chakula ni haramu hiki eh, kimepikwa na mtoto wa haramu bwana. Akatoka hapo kufanya baadhi yako moja kwa moja, akiingia pale akaenda kuangalia kwa kwanza kumtafuta yule mama ambaye alikuwa mpishi karibu jikoni yake.